Binadamu tunapozaliwa huwa tuna alama mbalimbali mbali katika viganja vya mikono yetu. Wapo baadhi ya binadamu wenye herufi X, lakini wapo baadhi ya binadamu wenye herufi Y. Wapo binadamu wengine wenye herufi M. Katika video hii tutazungumzia binadamu waliozaliwa wakiwa na herufi M katika viganja vya mikono yao. Hawa ni watu ambao wamekuwa wakizungumziwa sana katika jamii ambazo tunaishi mimi na wewe, na ndio maana kuna nyakati, kuna uvumi uliwahi kusambaa ukiaminika kuwa watu waliozaliwa wakiwa na viganja vyenye herufi M wanawindwa kwa udi na uvumba. Usishangae, ni kwa sababu hawa ni binadamu ambao huzaliwa wakiwa na nguvu ambayo ni nadra kuipata kwa binadamu wengine. Katika video hii nitakwenda kukwambia ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wa wamezaliwa wakiwa na herufi M katika kiganja chako cha mkono ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya ili uweze kuifungua njia ya mafanikio yako. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamezaliwa ukiwa na herufi M katika kiganja cha mkono wako, hakikisha unafanya mambo yafuatayo ili kuifungua njia ya mafanikio yako. Namba moja, jishughulishe na kitu ambacho ulikianzisha kwa mikono yako wewe mwenyewe. Asilimia kubwa ya binadamu ambao walizaliwa viganja vya mikono yao vikiwa na alama ya herufi M wanapoanzisha vitu vyao wenyewe wanaweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa kuliko wanapokuwa wameajiriwa katika vitu ambavyo vilianzishwa na watu wengine. Sisemi kuajiriwa ni kitu kibaya. Hata kama umeajiriwa, hakikisha unatengeneza pia kitu ambacho umekianzisha kwa mikono yako. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu inaaminika binadamu wenye herufi M katika viganja vya mikono yao huwa wanapata mafanikio makubwa katika vitu ambavyo wamevianzisha kwa mikono yao, kwani ni miongoni mwa binadamu wenye bahati kubwa katika maisha kuliko makundi mengine ya binadamu. Namba mbili, usipende kwenda kwa waganga. Katika ulimwengu wa leo asilimia kubwa ya wanadamu wamemwacha Mwenyezi Mungu, badala yake wamewageuza waganga wa kienyeji kama mbadala wa Mwenyezi Mungu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mganga wa kienyeji ambaye anaweza kutibu, mganga wa kienyeji huyo huyo pia anaweza kuroga. Bahati na mafanikio katika maisha ya mwanadamu, wakati mwingine, huendana na nyota aliyokuwa nayo mwanadamu. Inaaminika asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao, hawa ni watu wenye bahati kubwa katika maisha yao, ndiyo maana hata asilimia kubwa ya vitu ambavyo wanavianzisha kwa mikono yao huwa vinapata mafanikio makubwa. Hebu niambie, haujawahi kujishuhudia unapokuwa mteja wa kwanza kwenye biashara ya mtu, siku hiyo mtu huyo anauza sana kuliko mtu mwingine akienda kuwa mteja wa kwanza? Na utakuta mtu huyo anakuwa anakwambia mara kwa mara, yaani wewe ukishakuja kununua ukiwa mtu wa kwanza kwenye biashara yangu, siku hiyo huwa nawahi kumaliza sana bidhaa zangu. Ni kwa sababu katika mkono wako kunayo nguvu ambayo hauwezi kuipata kwa wanadamu wengine, hivyo hiyo ni nguvu ambayo inawindwa na watu mbalimbali. Miongoni mwa watu ambao wanaiwinda nguvu hiyo ni waganga wa kienyeji, kwani wanahitaji kuichukua na kwenda kuwauzia watu wengine. Watu wanapoenda kwa waganga kuchukua nyota za watu wengine, watu wengine huibiwa nyota zao, na kisha watu wanaohitaji nyota huuziwa nyota hizo. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao hawataki bahati hiyo iweze kuchukuliwa na watu wengine, tafadhali Acha tabia ya kwenda kwa waganga, kwani utakapoenda kwa mganga, anaweza kutazama kiganja cha mkono wako na akaweza kugundua bahati kubwa ambayo uko nayo katika maisha yako na akaweza kuifunga ama kuichukua na kisha akapewa mtu mwingine. Namba tatu: usipende kushikana mikono na watu usiowaamini. Miongoni mwa siri ambazo asilimia kubwa ya binadamu hawazijui ni kuwa moja kati ya silaha ambazo hutumiwa kuiba nyota za watu wengine ama kufunga njia za mafanikio ya watu wengine ni kupitia kushikana mikono. Asilimia kubwa ya washirikina wanaweza kupaka dawa fulani katika viganja vya mikono yao, dawa ambazo wameziwekea manuwizo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vifungo mbalimbali. Pindi watakapokigusa kiganja cha mkono wako, haijalishi wewe ni mwanadamu mwenye bahati kiasi gani katika maisha yako, bahati hiyo itapotea lakini, pia njia zako za mafanikio zitajifunga, na hata nyota ambayo ulikuwa nayo itaondoka. Wanaweza wakaichafua ama kuiba kabisa. Kama unatamani kufungua njia za mafanikio yako kupitia zawadi ya asili ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwenye kiganja cha mkono wako, yani herufi M, hakikisha unaepuka tabia hiyo ya kushikana shikana mikono na watu mbalimbali mbali, hasa watu ambao hauna imani nao. Namba nne, anza kujiamini katika kila jambo ambalo unalifanya. Asilimia kubwa ya binadamu pamoja na kuwa wana nguvu ndani yao hawawezi kujiamini na unapokuwa mwanadamu ambaye hauwezi kujiamini, nguvu ambayo ipo ndani yako inajifunga. Jambo ambalo unatakiwa kuanza kulifanya kuanzia leo, ili kuifungua nguvu ya asili ambayo ipo ndani yako, hakikisha unajenga utamaduni wa kujiamini amini. Wewe ni kila kitu katika maisha yako, unaweza kufanya chochote ambacho unakihitaji katika maisha yako pasipo uwepo wa mtu yeyote, kwani wewe ni mwanadamu ambaye uliumbwa ukiwa na utimilifu kuliko wanadamu wengine. Utakapokuwa na imani hiyo, chochote ambacho utakianzisha kwa imani utakwenda kufanikiwa kwani wewe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa wakiwa na bahati kubwa, tena bahati ya asili ambayo Mwenyezi Mungu ameiumba na kuiweka ndani yao. Namba tano, hakikisha unakuwa mtu mwenye maamuzi. Pamoja na kuwa wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na alama ya herufi M katika kiganja chako cha mkono, kama utakosa maamuzi, basi utaifunga nguvu ambayo imebebwa na herufi M katika kiganja chako cha mkono. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, hakikisha unakuwa mtu ambaye unaweza kufanya maamuzi sahihi katika wakati sahihi. Utakapoweza kuwa mwanadamu wa aina hiyo, nguvu ambayo ipo ndani yako itafunguka na chochote ambacho unatamani kiwepo katika maisha yako kitakuwepo. Ni kwa sababu kuna nguvu ya kweli ndani yako ambayo hauwezi kuipata kwa wanadamu wengine. Namba sita: jenga roho ya uthubutu katika vitu ambavyo unatamani vitokee katika maisha yako miongoni mwa mambo ambayo hupelekea baadhi ya wanadamu waliozaliwa wakiwa na herufi M washindwa kuishuhudia nguvu ya herufi M katika maisha yao ni kuwa na roho ya hofu katika kuthubutu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kulijua kuliweka akilini, hakuna chochote ambacho kinaweza kuja katika maisha yako ikiwa hauna roho ya uthubutu katika maisha yako. Ili uweze kuidhihirisha nguvu ambayo ipo ndani yako, ni lazima kuwepo na kitu ambacho unakifanya kama unakaa tu hakuna chochote ambacho kinaweza kuja katika maisha yako, lakini kama utaamua kuthubutu kufanya mambo fulani katika maisha yako, kupitia mambo hayo ndipo nguvu ambayo ipo ndani yako itakapojidhihirisha na utauona utofauti baina yako na binadamu wengine. Ninayo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, ninaomba niishie hapa tukutane tena katika video ijayo. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana, zaidi ya sana. Asante, bye.